Safari ya kuendelea kuwashika mkono vijana imefika hapa kwa noti watoto. Tuna vijiwe kwenye mji wetu, tuna vijiwe zaidi ya mia tatu na kitu ambavyo vyote vinahitaji kushikwa mkono na mbunge na nini. Nilisema tajitahidi kadri ya uwezo wangu kuhakikisha kila kijiwe kinakuwa na pikipiki moja kutoka kwa mbunge, pikipiki ambayo wa, watu wenye kijiwe wataimiliki wote kwa pamoja. Pikipiki hii ni mali ya kijiwe, sio mali ya mtu mmoja, sio mali ya mwenyekiti wa kijiwe. Kwa kijiwe chenu. Ndo maana mara nyingi tunawasisitiza kujirejista, ili mwe mna listi, mnajijua mko wangapi kwenye kijiwe chenu. Kwa tukimaliza hapa, naomba mjirejiste, kwa sababu rejista yenu ndio itaingia kwenye mkataba ambao mtausaini nyie pamoja na ofisi ya mbunge pikipiki. Badala ya kuwa mna, mnalipaga shilingi elfu kumi kila siku, tunawapa pikipiki ambao mtalipa shilingi 3,000, na mtalipa 3,000 kwa mwaka mmoja. Baada ya mwaka pikipiki inakuwa ni ya kwenu nyie wenyewe kama mnanielewa, na nawahakikishieni asilimia mia moja kwamba kama mtaitumia vizuri pikipiki mtaiona manufaa yake, mkiitumia vibaya mtaona. Lakini pikipiki hii nyie wene kijiwe, mkiwa na mwenyekiti wenu kwa pamoja, mtaamua mtasema ni nani ambaye mnamteua kwenye kijiwe chenu aendeshe, ili awe analeta hela kwa ajili ya nini? Ya kijiwe. Si kama tunaelewana vizuri, tunapatana vizuri na mna uwezo hata mkaamua kuihamisha sehemu ya kufanya biashara, ili mradi muhakikishe inawaingizieni kipato. Tusharejista kila kitu, uh, watawapa plate number, watawapa kila kitu. Wafungua pikipiki na element, funguo hii hapa, na mkabidhi huyu, ndio mwenyekiti wenu.